Umekuwa kwa muda mrefu, lakini umekuwa hautumii namna vile tunapaswa kutumia. Kwa sisi kazi yetu ya kwanza kubwa tuliyokuwa tunafanya ni kufanya ule mfumo uwe sehemu wa mfumo wa wanafunzi. Kwa nini uwe sehemu mfumo wa wanafunzi? Mfumo wa wanafunzi ni mfumo ambao walimu na wanafunzi wanautumia na wanaingia kila mara. Kwa hiyo sisi tulifanya tumefanya kitu kwa Kiingereza tunaita integration, tumechukua ule mfumo ambao unaitwa Moodle ikitokea mwanafunzi amechukua somo au ame, tunasema course registration, amejisajili kwenye somo fulani, lile somo moja kwa moja linajitengeneza pale ndani ya mfumo wa wanafunzi, lakini somo pili linaenda linajitengeneza kwenye mfumo elimu wa, wa, wa, wa, wa wa uh, elimu mtandao baada hapo huyo mwanafunzi anaweza akaenda kaona material mwalimu pia akiingia kule anaweza kuweka taarifa mbalimbali za kimasomo na wanafunzi akaweza kusoma kule. lakini ikitokea mwalimu akaamua kutoa mtihani wa, wa mtandao matokeo yale yanaingia kwenye mfumo wa wanafunzi moja kwa moja mfumo huu tumeuboresha kwa namna bora zaidi ambayo inaweza kusaidia E, wanafunzi kutumia kiraisi zaidi. Kwa hiyo utaona una tofauti kidogo, lakini ni mfumo ule ule ambao tunafahamika duniani kote ukiitwa Moodle. Tumeboresha namna sasa materials hizi zitatengenezwa. Mwalimu kwa kawaida anaweza katengeneza e, tunaita presentation, namna atawasilisha hilo somo lake, lakini pia atatengeneza nosi mbalimbali au nakala mbalimbali ambazo atawapa wanafunzi na kuweka mtandao na wanafunzi watatumia. Lakini sasa kuna kipindi mwalimu anaweza akawa yupo au amesafiri. Tumeboresha sasa zaidi sasa tumekuja na multimedia studio ambao sasa, sasa hivi mwalimu anaweza kutengeneza masomo yake ya kimtandao kwa video akaweka kwenye e-learning, akaweka kwenye mitandao kama YouTube. Na kipindi hiki ambacho tunasema eh, kina emergence ya artificial intelligence, yani kuibuka kwa, kwa akili mnemba, kwa mifumo ya akili mnemba imekuwa kazi sana kuwapa wanafunzi e, assignment au kuwapa e, mazoezi ya kufanyia wakiwa nyumbani yao, wakiwa kwenye mabweni yao, kwa sababu wanatumia mifumo hii ya akili mnemba kujibu hayo maswali. Kwa hiyo sasa tutafanyaje ili tupate kuongeza ubora? Moja ya kwanza ni kwa unakuwa na test au quizzes au nini kupitia mtandao, ili walimu wasiwe na kazi kubwa ya kusahihisha. Kuna baadhi ya walimu wameshatumia, kulikuwa na changamoto za hapa na pale, tunajaribu kuzishughulikia zile changamoto, lakini tunategemea zaidi e, mfumo huu utawasaidia e, utasaidia chuo kwenda mbele. Lakini jambo lingine la msingi, tumebadilisha mtawala wetu na kuboresha zaidi.